Mlingoti. Kwa hiyo nitumie wakati huu kuwakaribisha wana Tunduru wote na wananchi wa karibu na Tunduru, wana CCM na wasio wana CCM wote kwa ujumla, tunawakaribisha kwa wingi kuja kumsikiliza katibu mkuu wa Chama cha Mapinduzi ambaye atafanya mkutano siku ya tarehe mbili mwezi wa 4, 2025 kwenye viwanja vya shule ya msingi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 na wananchi wa Namtumbo. Pia niwasisitize ndugu zangu, niendelee kuwakaribisha kwa wingi, watu walioko Namtumbo mjini na maeneo jirani tunawakaribisha sana kuja kumsikiliza katibu mkuu atakavyokuwa anazungumza na, na, na, na wananchi wa wilaya ya Namtumbo. Tarehe nne katibu mkuu atakuwa na function, nafikiri wahusika wataizungumzia, nafikiri ni jukwaa la wahariri, atakuwa huko. Aa, kwenye chama ataendelea tena na ziara. tarehe Tarehe tano, tarehe tano, katibu mkuu atakuwa na, ataondoka hapa Songea baada ya kumaliza ile kazi tarehe nne, tarehe tarehe tarehe tano ataelekea nafikiri Liganga, lakini pia atawasalimu wananchi, lakini pia atawasalimu wananchi tena Mbinga, safari utakuwa unaelekea Nyasa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 Nafikiri hiyo kifupi ni ratiba ya ya ya, ya ziara hii ya kikazi ya katibu mkuu kwenye mkoa wetu wa Ruvuma. La, tunawakaribisha wananchi wote wa itikadi zote kuja kumsikiliza na Dr. Nchimbi. Ruvuma ni nyumbani, kwa hiyo naamini watu wengi wana shauku ya kumuona kwa karibu, ya kumsikiliza kwa karibu. Kwa hiyo nitoe rai, maeneo tuliyosema kwa mfano Tunduru, watu wawae kuja uwanjani saa nne asubuhi, watu wawepo uwanjani maana watu watakuwa wengi uende ukakosa nafasi ya kukaa kumuona kwa karibu na mtumbo saa tano saa sita uwe tayari uwanjani. Mbamba Bay ama Nyasa hivyo hivyo tujae kwa wingi tumsikilize kipenzi chetu lakini pia Dr. Samia alitupa heshima alimteua balozi Dr. Emanuel John Nchimbi kuwa mgombea mwenza mteule na ili jambo mkutano mkuu maalum wa chama cha mapinduzi ulipitisha uli, uli ulipitisha kwa asilimia zote, ulipitisha, kwa kwa asilimia asilimia zote zote kwa hiyo sisi kama wanaruvuma tunalo kujivunia tujitokeze kwa wingi kumpokea mtoto wetu, kumpokea kiongozi wetu, kumpokea kijana wa nyumbani. Kwa hiyo ninawakaribisha sana kwenye maeneo husika, tuje tumsikilize balozi Dkt. Emmanuel John Nchimbi. Asanteni sana.